Askari wanne wamejeruhiwa vibaya katika shambulio la kurushiana risasi lililofanywa na watu wanaosadikiwa kuwa ni majambazi waliokuwa wameweka kambi ndani ya mapango ya Amboni. Watu hao wa wakiwa na silaha za moto walikuwa wakishambuliana na askari wa jeshi la wananchi na polisi kwa usiku mzima wa kuamkia Alhamisi hii na kusababisha hofu kubwa kwa wakazi wa eneo wa hilo. Taarifa zaidi na Amboni Helman kutoka Tanga, katika mapango hayo hawakuweza kupata mtu yoyote. Mapambano ya kurushiana risasi katika mji wa Amboni yaliyosababisha askari watatu wa jeshi la kujenga taifa na askari mmoja wa FFU kujeruhiwa na kulazwa katika hospitali rufa ya rufaa ya Bombo. Mimi jana niko shamba kama saa tatu hivi asubuhi nilisikia milio ya risasi. Kwanza nikijua kwamba labda ilikuwa ni wanajeshi wenyewe wanachukua mazoezi kwa sababu pendeke wanachukua mazoezi. Lakini milio ilikuwa ikililia, nikajua labda watu wanapigana kwa sababu tuna manyani wanatusumbua sana huko lakini baada ya muda nafika hapa nimetoka shamba kama saa tano kukutana na magari ya askari anapita mbio yanakwenda hivi, si wakuu wale. Baadaye tukasikia risasi zinalia na, na mabomu, sema kwamba huko kuna, kuna kuna watu kwenye mapango wamejificha huko, kwa hiyo wanapigana nao. Hali hiyo kweli imeendelea mpaka mpaka sasa hivi leo tunaendelea nayo hiyo hali. Kufuatia hali hiyo, commissioner wa polisi operation na mafunzo nchini Po Chagonja anawasili jini Tanga kuona namna ya kukabiliana na hali hiyo ambayo imekuwa ikiibua taharuki miongoni mwa jamii. Katika mapango hayo hawakuweza kupata mtu yoyote, mahala pake waweza kupata vitu mbalimbali ambavyo vinadhaniwa kwamba ni vya wizi, ikiwepo pikipiki piki moja baiskeli tatu mafurushi mbalimbali mbali ya nguo. Chagonja anawataka wananchi kutoa taarifa za watu watakaoona na majeraha lakini napenda kuwahakikishia wananchi wetu kwamba hata kama majambazi hao wametoroka, waliweza kupata kipigo kikubwa. Kwa hiyo popote watakapoona mtu yoyote ambaye anaelekea kwamba ana majeraha yasiyoeleweka, aweze kutoa taarifa haraka kwa vyombo vya dola ili aweze kushughulikiwa. anaelezea namna watu hao walivyokimbia polisi lakini katika ukaguzi ule tuligundua kwamba katika shimo lile kulikuwa na shimo kubwa juu ya paa la pango lile lipatalo ukubwa kama nusu mita. Ni dhahiri kwamba watu hawa, kwa sababu waliacha na kamba kubwa ya katani mle ndani, waliweza kutumia kamba hiyo kutoroka. Milipuko ya risasi pamoja na mabomu jana vilirindima katika mji huu. Nikiripoti katika mji huu, Amboni, mbon Herman